Nilikuwa wa ajabu sasa. Kufikia umri wa miaka kumi na mbili tayari nilikuwa nimezama katika uchawi, nilikuwa nimefanywa kuwa mkufunzi wa wachawi nilipokuwa na umri wa miaka tisa. Nikiwa na umri wa miaka saba nilikuwa mchawi kiongozi, nikisimamia eneo fulani. Nilikuwa na nguvu za ajabu. Watu wakubwa kuliko mama yangu wangeweza kuja na kunisujudia, wanasiasa, wafanyabiashara, kwa ajili ya kupata nguvu. Kwa hivyo niliendelea kujiuliza, nguvu zote hizi nimezipata wapi? Ambapo ni ajabu. Lakini mama aliendelea kusema, alinipeleka kwa waganga mbalimbali mbali, ili kupata usaidizi na ili niokolewe kutoka katika uwezo huo lakini mara kadhaa tuli, uh, tuliweza kwenda maeneo haya na waganga na waganga, waliweza kumfukuza mama yangu kwa madai ya kuwa akinipeleka kwao ninaiba nguvu zao. Kwa hiyo wao, hata wachawi, waganga, hata washirikina walinichukia, kwa sababu walisema kijana huyu, mtoto huyu ana nguvu za ajabu. Basi mama akaamua kunipeleka kwa mwanaume mmoja huko Pemba. Pemba ipo Tanzania katika bahari ya Hindi. Aliitwa Sultan. Kwa hiyo katika safari hii alisema, nitakupeleka kwa mtu huyu na mtu huyu atakusaidia. Kwa hiyo ndipo nikauliza, nakumbuka tulikuwa Dar es Salaam, tuko bandarini, tulipokuwa tukijaribu kupata kivuko cha kwenda Pemba, na nilimuuliza, lakini mama, niambie kitu, kwa nini mimi ni waajabu na niliweza kuona wakati ambapo mama yangu alikuwa akifadhaika, na wakati huu aliniambia na kusema, tafadhali usiingilie tunakokwenda, tafadhali usiingilie. Kwa hivyo uh, ilikuwa ni kama mama kunishawishi nisiingilie nguvu zangu na uwezo niliokuwa nao, tusiharibu safari tunapokwenda, hmm. Kwa hivyo ilimbidi anieleze hadithi ya maisha yangu jinsi alivyoishia katika hili. Kwa hiyo ndivyo simulizi aliyoniambia anasema. Alipoolewa, sababu ya yeye kuolewa na baba yangu ni kwa sababu baba yake alikuwa amefariki, na baba yake alikuwa chifu tajiri, na alikuwa binti pekee na alikuwa na kaka, mjomba wangu. Basi baba yake alipofariki, anasema alijua, alizijua familia za Kiafrika uh, mara familia hupora mali zote. Kwa hivyo alihitaji ulinzi kwa hiyo kwa neema ya Mungu, anasema wakati huo baba yake alipofariki na amekata tamaa akiwa binti mdogo tu uhum, ndipo baba yangu alipoanza kumchumbia. Okay. baba